Yes. Uhari gani mwanafamilia wa Mwaki Sports, karibu sana katika sehemu ya kimichezo ambayo tunaangazia habari mbalimbali mbali za kimichezo ambazo zimejiri, na kubwa zaidi tunaangazia taarifa inayohusiana na kocha mkuu wa klabu ya soka ya Yanga Romain Folz, ambapo kuna habari zinasambaa sana mitandaoni ambazo zinadai ya kwamba kocha huyo ameweza kuvunjiwa mkataba rasmi na klabu ya soka ya Yanga na sasa Um, hayuko tena na klabu hiyo na Young Africans wapo katika mchakato wa kumtafuta mrithini wake ambaye atakabidhiwa mikoba ya Romain Folz kwa ajili ya kuishika Young Africans na kuweza kuitengeneza ili kuwa bora zaidi katika michuano mbalimbali, Ligi Kuu Tanzania Bara NBC Premier League, lakini pia katika michuano ya kimataifa kwa maana ya CAF Champions League. Sasa baada ya kusambaa kwa habari hizo mitandaoni na kwa wadau mbalimbali wa soka, afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga Ali Shaban Kamwe, aliweza kutoka hadharani ili kuklarifi taarifa hizi na kuweza kutoa nini, Aa, ambacho ni cha kweli kuhusiana na mkataba wa Romain Folz. Alikamu, katika taarifa yake bwana amesema: kuna habari ambazo zinazagaa mitandaoni na baadhi ya wachambuzi wamezishikilia sana na wakizikong'otea kwamba ni habari sahihi, lakini uh, nikiwa kama mkurugenzi wa idara ya habari wa klabu ya soka ya Yanga, nathibitisha kwamba taarifa hiyo si sahihi, kwa sababu haijafika katika idara yangu, na taarifa yoyote kutoka katika taasisi yetu ni lazima ifike katika idara ya habari ambapo mimi kama afisa habari, kwa kushirikiana na uh, staff wengine katika idara hii, tunaipeleka kwa umma ikiwa tayari imethibitishwa na viongozi wakuu wa klabu hiyo, lakini pia imefika katika idara yetu ya habari, hivyo taarifa zinazozagaa za kudai kwamba kocha wetu Romain Folz amevunjiwa mkataba si sahihi, kwa maana sina taarifa hiyo katika idara yangu, na hivyo siwezi kusema kwamba ni habari sahihi. Kama taarifa hiyo itakuja katika idara yangu ama vinginevyo, basi sita, sita kuwajulisha umma ya kwamba kuna moja mbili tatu, lakini kwa sasa hatuna taarifa hiyo, na hivyo niwaombe mashabiki wa Yanga waendelee kuwa watulivu na kusikiliza kile ambacho idara yetu itakuwa inakitoa kuja kwao. Hayo ndiyo ameelezwa na afisa habari wa klabu ya Yanga kwamba habari zinazozagaa za Romain Folz kuvunjiwa mkataba si sahihi. Uh, kwa upande wake una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandike kwenye comment section, usahau subscribe, like na kushare video zetu ili na wengine waje kutazama.